Habari za saizi ndugu wanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE, mbele yenu ni waziri wa afya, malazi na makazi Fadhili Emilian Makunda. Nipo hapa leo kuongea nanyi ndugu wanafunzi, mambo machache kuhusiana na wizara yetu ya afya. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kutuweka hai mpaka siku ya leo. Pia ni mshukuru wa rais wetu wa serikali ya wanafunzi Sibeso Mheshimiwa Isa Adam Matondo kwa mambo mengi aliyotufanyia katika wizara, wizara ya afya. Chini ya uongozi wake tuna mambo mengi ambayo tumefanikiwa kuachieve kwenye uongozi wake tangia tumeingia madarakani la 2025 mpaka sasa 2026. Vitu ambavyo tumeweza kuachieve ni pamoja na kufanya marekebisho milango katika vyoo vyetu vyote ndani ya campus yetu ya Dar es Salaam. Kuanzia hostel ukipita vyoo vya bloku A, bloku B vyote vimefanyiwa marekebisho. Pia tumeweza kupata choo maalum kwa ajili ya wanafunzi ambao wana changamoto ama wayamavu katika hostel ya kiume. Lakini pia tumeweza kuweka paving katika maeneo yetu kuanzia Stationary area pamoja na eneo karibia na hostel za kike pamoja na za kiume. Hayo yote ambayo yalishindwa kufanyika katika serikali zilizopita, lakini katika serikali yake ameweza ya kufanikisha, na hivyo imefanya wizara yetu kwa wizara bora kati ya wizara zake zote. Pia kuna vitu ambavyo ilikuwa na tamani tushare na kuwakumbusha wanafunzi wetu kuhusu utunzaji wa mazingira yetu pamoja na maeneo yetu ambayo tunayatumia, hususan hapo hapo kwenye mazingira yetu ya choo kwenye vyoo vyetu kuanzia wanaume mpaka wanawake, tuna eneo maalum kwa ajili ya kunawia na kioo kwa ajili ya kujitengeneza tunapotoka washi. Kwenye eneo letu ya kunawia, yani sink, wanafunzi, tuna tabia ya kuchania nywele zetu ambazo tunapelekea kuziba zile kuziba zile nafasi ambazo maji inabidi yapite na, ya na kupelekea maji kutuama kwenye vyoo vyetu. Kwa hiyo tunaomba wanafunzi kutumia vizuri yale maeneo ikiwemo kutochana kutochana nywele kwenye sinki za kunawia, na tutafute eneo lingine ambalo unaweza tukafanyia usafi wetu. Pia kwenye mazingira yetu yote tuna dustbin kila eneo kuanzia getini unapoingia mpaka maeneo yetu ya chuo. Tunaomba wanafunzi pale baada ya kutumia either maji au bites taka baada ya kutumia vile vitu tuweze kudampo bini, kwenye hizo dastibini ambazo zipo kwenye maeneo yetu ya chuo. Hilo tutasaidia chuo chetu kuwa kiwa chuo safi na kiwe muda wote kipo chuo safi bila ku, kuharibu mazingira yetu. Pia nilikuwa natamani niongelee swala la dispensary. Kuna changamoto ndogo, niseme kwa wanafunzi kutojua matumizi ya dispensary yetu. Napata mwanafunzi anapata changamoto akiwa ndani ya chuo lakini ajue ni wapi anaweza akaenda kusaidiwa. Naomba niwaambie leo wanafunzi kwamba dispensari yetu ya cd ambayo iko chini ya, na, ya hosteli za wanawake inafanya kazi kuanzia saa mbili mpaka saa kumi jioni. Hivyo basi mwanafunzi yoyote apatapo changamoto yoyote ya kiafya akiwa ndani ya eneo letu la chuo, anashauri wanafunzi wamchukue na kumpeleka katika dispensari yetu. Kuna wauguzi pamoja na madaktari ambao ni madaktari special watamsaidia kumtibu ugonjwa wake, na kama itashindikana, wizara ya afya kupitia chini ya ofisi ya mshauri wa wanafunzi, dean of students, watamchukua mgonjwa na kumpeleka katika hospitali zetu za nje ya chuo. Kwa hiyo swala la kiafya ndani ya campus ni jukumu letu na tunalifanyia kazi, na kuna watu tushawasaidia, wale ambao waliwahi kutuona tunawasaidia sana. Pia nilikuwa natamani niongelee suala dogo sana la kuhusu sheria za hostel Hosteli zetu za wanaume pamoja na wanawake kuna sheria zake, sheria ambazo zinatuongoza katika maeneo hayo. Ya kwanza mwanafunzi wote ya hostel kama sio muhusika, hauruhusiwi kuwepo eneo la hostel kuanzia saa nne usiku. Kwa hiyo kuanzia asubuhi mpaka saa sita amini, saa sita usiku, kuanzia asubuhi mpaka saa sita niyo mwisho wa mwanafunzi ambaye sio mkazi wa hostel kuonekana katika eneo la hostel. lakini kwa upande wa wanawake mwisho ni saa nne usiku. Kwao wanafunzi, tunajua tuna changamoto ya venyu na vitu kama hivyo, unakuta mtu anaenda kumwangalia rafiki yako hosteli. Kwa hiyo utaenda pale, mwisho ni saa nne kwa wanawake na saa sita kwa wanaume. Suala lingine ambalo nilikuwa nataka niongelee kuhusu hapo hosteli, tunakuwa na usafi wetu binafsi kwenye mazingira yetu ya hosteli. sasa kuna ile tabia ya hosteli kwa pande zote wanaume na wanawake, wana tabia ya kufua na kuanika nguo katika kuta za hosteli. Wizara ya Afya inakataza na kuzuia uanikaji wa nguo kwenye kuta, kwani uanikaji wa nguo unapelekea kupausha kuta zetu na kuonekana kuta zimefanyiwa maintenance. Kwa hiyo tunashauri wanafunzi kutumia kamba ambazo zipo zimewekwa eneo maalum kwa ajili ya kuanika nguo zetu pale baada ya kuzifanyia usafi. Pia kwa wanafunzi ambao tunatumia jengo la block B katika masomo Block B kwa sasa hivi tumefungua vile vyoo ambavyo vilikuwa vimefungwa kwa namba tatu, ambao mwanzo ulikuwa unatumiwa na staff. Kwa sasa hivi wanafunzi wote ambao tunakuwa na session block B, vyoo ambavyo tutatumia kwa ajili ya matumizi yetu ni vyoo vilivyo vilivyopo floor namba tatu. Kuna choo cha wanawake pamoja na wanaume. Kwa hiyo tusipate tena shida ya kushuka mpaka chini tutafute vyoo vya block way au library. Kwa hiyo tutumie vile vyoo kwa ajili ya kufanya usafi wetu. Mwisho, nashukuru sana wanafunzi kwa kunisikiliza. Naamini haya yote ambao tumeongea tutafanyia kazi. Pia nipende kuwatakia wanafunzi wenzangu maandalizi mema ya mtihani yetu ya test two kwa wale ambao wajafanya na kwa wale ambao tayari tumekwisha fanya test two, ni niwatakia maandalizi mema ya mtihani yetu ya, ya mwisho, yani end of semester exams ambao tunakaribia kufanya mapema mwezi wa tatu. Tunaamini kama wizara ya afya, ukitunza afya yako afya itakusaidia kutuliza akili na kufanya mitihani yako yote ukiwa tamamu. Nawashukuru sana, Mungu awabariki, asanteni.